Napenda kuwakaribisha wote. Lakini mheshimiwa, Iringa ni shwari, matukio makubwa ya uhalifu kwa sasa hatuna. Tunafanya kazi mchana na usiku kuhakikisha kwamba Iringa yetu iko kwa salama, lakini niseme tu kwa kituo hiki mheshimiwa mgeni rasmi, tumekijenga kwa uadilifu mkubwa sana, ndio maana utaona hiyo nyongeza ya jengo na utaona baadhi ya maeneo ambayo tumeongeza, ambayo bajeti ile ile isingelikuwa hivyo basi ungelibaki na chenji kubwa ambayo ungeweza kufanya kitu kingine. Kwa hiyo kwenye hilo nasema mimi binafsi kama ndapo simkuwa Iringa pamoja na wenzangu ambao tuishuke kusimamia na hizo kamati, kwa kweli binafsi tunajipongeza na napongeza wote, ikiwemo wanaKilolo ambao wamekuwa mchango mkubwa sana kwenye kuhakikisha kwamba kituo hiki kinajengwa na kinakamilika, lakini kikubwa ilikuwa ni uadilifu, hatukufanya ubadhirifu hata chembe. Mheshimiwa Mgeni Rasmi, tuna vituo pia vya polisi vingine ambavyo vinajengwa. Kimsingi, dawa tatu la polisi jamii liko vizuri tunahamasisha wadau wa leo werevu wanausaidia kujenga vituo. Twisa nyingine kituo cha polisi Dungemba, Wilaya ya Mufindi ambacho kishakamilika kinafanya kazi. Hakuna gharama hata moja ya serikali pale. Wamejitolea wadau wakajenga kwa maana kwamba wanahitaji huduma ya usalama na ulinzi katika maeneo yao kusudi mali zao na wao wenyewe binafsi wa salama. Lakini pia tuna kituo kata ya Mseke Wilaya Iringa Linga ambacho nacho kiko kwenye asilimia tisini. Kama sio 95, tunaweza tu kuweka furniture mle ndani na kujenga calvert la kupitisha magari pale, nacho kwa tayari. Lakini na chenyewe kwa serikali pale tuna zero budget. Ni wadau werevu umetusaidia kujenga hicho kituo. Na kituo kingine tunaanza kujenga wilaya Mufindi, Igomba Van, ambacho pia kitajengwa na wadau, ambacho na chenyewe kitakwenda kwenye zero cost kwa maana ya serikali. Kwa hiyo tulikuwa tuna, tuna, tuna, tuna tunasihi wananchi kwamba basi kwa wale ambao wana uwezo, swala la usalama ni la muhimu Uh, kipaumbele kuliko vitu vyote. Hapa tulipo hapa manyewe, mheshimiwa mgeni rasmi, bila usalama tusingeweza kukaa. Kwa hiyo tunasisitiza pia wadau wengine wajitokeze kuhakikisha kwamba wanachangia maendeleo ya nchi hii, lakini kwa masuala ya ulinzi na usalama, basi tutunze e, eh, taswira hiyo nzuri ambayo tumeiweka kwa kuendelea kutenza tenda kazi kwa uadilifu na weledi kama ambavyo taratibu zetu uh, za kitaaluma ya jeshi letu la polisi zinavyotuongoza lakini pia muendelee kufanya kazi kwa usasa na weledi mkubwa, huku mkizingatia nidhamu, haki na uadilifu uh, katika majukumu yenu. Nawaelekeza pia kuendelea kujifunza kutoka kwa wengine juu ya namna bora ya utendaji kazi ili kuendelea kuwa bora zaidi kiutendaji. Kama tulivyosema, masuala ya kiuhalifu na wahalifu wanabadilisha mbinu zao kila leo, na kwa vile sasa hivi tuko kwenye dunia ambayo inaenda kasi kwa kutumia teknolojia. Ni muhimu na sisi watumishi nao e, tuendelee kujifunza zaidi ili kuweza e, kukabiliana na uhalifu ambao unatumia teknolojia za kisasa. Lakini pia nawaelekeza kuendelea kuharakisha upelelezi wa mashauri mbalimbali mbali kwa kushirikiana na vyombo vingine vya haki jinai ndani ya mkoa wetu. Tumeambiwa wananchi hawa wa Kilolo na naamini wa Iringa kwa ujumla ni waadilifu kama ambavyo imeelezwa tumeona leo mahabusu zetu hazina hata mmoja ambaye yuko kwa kuhojiwa au kwenye shauri linaloendelea. Tupende ku- kuwahimiza na kuwapongeza wananchi wa eneo hili lakini na mkoa wa Iringa kuendelea kudumisha utamaduni huo, na ni imani yetu kuwa e, tutatumia kituo hichi pengine zaidi kwa ushauri na kupokea elimu kupitia e, kitengo chetu cha polisi jamii. Lakini ndugu zangu, niendelee kutoa e, niwasihi na kuwaelekeza muendelee kutoa huduma bora kwa wananchi watakaofika kwenye vituo vya polisi vyote wakiwa na shida mbalimbali bila kuoneana uh, muhali. Lakini kabla sijafika mwisho kabisa wa hotuba hii, kwa kweli nitoe pongezi sana kwako, kwa RPC na kamati nzima iliyosimamia ujenzi, kwa sababu kadri tulivyokuwa tukizunguka kwenye kukagua jengo hili baada ya kuzindua rasmi, tumeona kwa vitendo jinsi ambavyo mmeendelea kuwa wabunifu. Ilielezwa michoro ya awali kuna maeneo mengi haikuzingatia ikiwemo maliwato, lakini kumbi za kufanyia mikutano, si ndivyo? huweka baadhi ya maeneo maalum ikiwemo wenzetu ambao wana aina tofauti tofauti za ulemavu wa viungo na maeneo mengine kadhalika. Ubunifu huu ni wa msingi, lakini kubwa zaidi ulilieleza pale katika maneno yako ya utangulizi ya kwamba tuliwakabidhi fedha ambazo zilitolewa na Mheshimiwa Rais kupitia serikali, jumla ya shilingi milioni mia nane kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu mmezitumia vizuri, na katika hali ambayo ya kupongezwa zaidi, mmebakiza ba, baadhi ya fedha, licha ya kwamba mmeongeza baadhi ya maeneo ambayo hata ya kuwepo katika mradi katika michoro ya awali. Kwa kweli hongereni, na tunazidi kuwapongeza sana Mzidishe na mwendelee na utamaduni huo kwenye miradi mingine, kama ulivyohitaja, itakayoendelea kutekelezwa ndani ya mkoa huu. Lakini sisi tunathamini na tunawapongeza kwa kazi njema hiyo ambayo mmeendelea kuifanya.